ya Mungu katika nani? Ndio, yeah, yeah. Maana Yohana Mbatizaji alipomuona Yesu anakuja mto Yordani, katika injili ya Yohana 1 mstari wa 29 akasema tazama, mwanakondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya nini? ya ulimwengu. Ndiyo maana hatuwezi kufanya matendo mema Kwenye dhambi. Ukifanikiwa hivyo basi, una uwezo wa kusukuma gari ukiwa ndani ya gari, mwanadamu. Maana kuona gari imekwama, halafu unaingia ndani ya gari, hatusukumi? Halafu anaosukuma wako ndani ya gari, eti itoki. Na ndio maana zile dini zinazowambia watu ukitenda mambo mema unapata haki ya Mungu, ni uongo tu wa Shetani. Mwanadamu ametenda mema yanayoweza kumwokoa. Warumi sura ya tatu na mstari wa 24. Hatuwezi kuwa haki ya Mungu kwa kutenda mema. Hapana, yeye ndiye anayetutendea hayo. Alifanyika dhambi ili tuwe haki ya Mungu. Warumi sura ile ya tatu na mstari wa 24 wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Tunahesabiwa haki kwa shilingi ngapi za Kitanzania? Bure tunahesabiwa haki bure kwa kutumia nani? Kwa neema yake, kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu nani? Kristo, Yesu Kristo wa Kolosai moja mstari wa kumi na nne. Tunahesabiwa haki bure bila fedha sio kwa kutenda matendo mema, hapana. Tunahesabiwa haki bure katika Yesu Kristo kwa